Kapteni la mashabiki baba, kwema kwema, kama kama, kama kawaida kwemaama. Mimi naanza moja kwa moja, watu walizoea mnala tano sita mm, na leo alitegemea kwa lile likikosi lile mm, ah shughuli itakuwa ngumu. Mmekuwa wapi? ah waambie, waache tamaa eh? <laughs> Waambie waache tamaa rizika na unachokipata eh. Kitu kimoja nataka tuambie, kwanza tumecheza na watoto wa mjini kosmopolitan hawa ni watoto wa mjini, sio wale watoto wa shamba. Yaani mchezaji ametoka ya shamba na jembe lake, kafika hapo kafika pale, meja jenerali, kaacha majembe nje pale, ndo anaingia uwanjani. dakika arobaini na tano za kipindi cha pili unamfunga goli moja, halafu naona alisema naitaka Yanga uko sasa, kocha wa ile timu anakuambia wachezaji wangu wengi wakulima kulima wamekuja mchezaji anamwogopa huyu guai huyu anamogopa huyu huyu anamogopa huyu. <laughs> hawa tuliocheza nao watoto wapi? Watoto wa mjini, dada Deki, tumecheza. Si unanielewa? Tumecheza na watoto wa kali ya ko cosmopolitan lakini lakini ni kama wanawataka wakina nani? Nyama anawataka sana, ndio bana, nakwambia hapo, nimekupa kitu kidogo kwanza Mwangalie mchezaji ambaye amefunga magoli mawili, yaani huyu mchezaji atakuwepo Buba tarehe moja, atakuwepo, atakuwepo. Kwa hiyo ishi maisha yako ukiwa unajua kabisa una shughuli ya kumkaba, kumkaba. Kumkaba Buba, nani ni mchezaji ambaye tuliwambia toka mwanzo spidi yake bajaji ikalale, boksa ikalale, pikipiki, umeona vitu vyake. Anatoa mali afu anakimbia naiomba anaenda anaweka kamba, na tarehe moja atafanya hivyo hivyo, anachukua mali anampa Mudathiri, Mudathiri kwenye njia anaenda kuweka. Hivi mchezaji kama yule Buba. Yaani ndio tuzungumze mpira sawa? mchezaji kama yule Buba. Shomari Kapombe anaweza kumkaba yule? Ah, ndio ya. Yani, wewe ndo mtu wa mpira yani. Hey. Yani, imagine kwamba wewe ndo Hans Rafael <coughs> unachambua sasa mpira hmm. Utasemaje? Kwamba, kwa, kwa speed aliyonayo bubaa. Shomari Kapombe anaenda kumkaba, amevuka, amevuka viunzi Kapombe amevuka viunzi hmm. Wenzake walitamani kuondoka kwenye ile timu kwa sababu hakuna vikombe na wameondoka, yeye anabaki pale anafanya nini? hasa hivyo viunzi alivyoruka. Kumbuka kwamba yeye ni maji ya jioni, Kapombe umri umekwenda, unakwenda kumkutanisha na mtu kama buba. Yaani buba pale anakwenda kama anakwenda kunywa maji, sawa? Ndio maana narudia tena kuambia hii mechi ya leo sisi kwetu ilikuwa ni mazoezi, tulikuwa down. Tunapasha misuli moto, ni mazoezi. Ndio maana unaweza ukaona hatukufungua spidi zote hatukufungua sijui nini yote, hapana, hapa tulikuwa tunapasha misuli moto, sawa hey. Kwa hiyo nikwambie tu ukweli, nikwambie tu ukweli, katika mazoezi ya leo kocha alikuwa anaonyesha ni kiasi gani bubaa anaweza akafanya kazi yake siku ya tarehe moja sawa, yeah. Ni kiasi gani anaweza akawashughulikia wale tunaowataka sisi tarehe moja, nami nikuhakikishie, wallahi, mwezi huu wa Ramadhani mtukufu, Simba sisi tunamfunga, kwa sababu uhakika wa kumfunga tunao. Ile paswodi tuliyokuwa nayo ya kumfunga Simba tulipoihifadhi funguo yake hakuna ambaye anayo zaidi ya injinia Iris. Bado mnayo mm -hmm, mm -hmm. Wale ambao wametazama mchezo wa leo na ulikuwa unatamani kuona Yanga anafunga goli nyingi, tambua, leo sisi tulikuwa mazoezini, tulikuwa tuna testi mitambo ya kuelekea tarehe moja sawa. Tuna testi leo, tuna testi kuelekea kwenye mchezo wetu wa dhidi ya Namungo na JKT lakini huku kote ni mazoezi. Mwali wetu tunamchukua tarehe moja, mnyama huyo. Mnyama mliwafunga wale ambao hawakuwepo wakina Libasegei hawakuepo hawakuwepo, wakina Aniseti ya Yaura. Na nikuambie kupitia vyombo hivi vya habari, nendeni mkawaambie watu wa Simba, tunawapa siku tatu, waende wakatutajie mchezaji ambaye tuta, a, kwamba, tu, ili kwa sababu nakumbuka kipindi kile wanasema ili, ili uchukue ubingwa ni lazima kwanza umkabe mpanzu. Sasa mpanzu wakati wake umekwisha, tunataka watuambie kati ya Libase au yule mwingine anaitwa nani, yule Aula, ehe, ni nani ambao wamemchagua? Tukikutana nao watuambie. Lakini kwa wale ambao wametazama mchezo huu, narudia tena, usikupe hofu. Sisi tumecheza na timu ya hapa mjini, hawa watoto ni wa mjini, tuko nao Kariakoo. Hatujacheza na timu ambayo imetoka shamba wanakwambia kabisa, mwakocha wa timu iliyocheza na simba jana anakwambia wachezaji wangu ni wakulima, wameacha majembe yao nyumbani, wakaja meja jenerali. Kwa hiyo walikuwa ni waoga, unaweza ukaona timu imetoka kijijini, shambani, wamepigiwa simu, mtu kaacha jembe kaja hapa, kapanda gari kuja hapa, unashindwa kumfunga goli nyingi? Dakika 45 za kipindi cha pili nafunga goli moja, saa tumalize hapa kwa kuniambia amna, amna pale gwanda na mbei, mnyama anakufa ngapi? mnyama goli lolote, hata likiwa moja, mi nalitaka, yani kikubwa tu nimfunge na goli hilo. Nikwambie tu ukweli, Depu yupo leo, umemwona Depu yupo, mchezaji ambaye goli lake limeingia kwenye magoli bora ya Kafu. Goli bora la Kafu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika limekwisha patikana, la Depu. Atakuwepo, atakuwepo tarehe moja, na kapewa kazi maalum, kapewa kazi kuhakikisha wale mabeki wa Simba hapo akina Lushan Deroki Lushan Deroki na wenzake, kuhakikisha wale wanamvuta jezi mpaka waichane, wamehakikisha wanaivuta jezi mpaka waichane. Na tuambie bodi ya ligi, tunahitaji waamuzi ambao watakaochezesha mpira kwa haki bin haki, wa kigeni, hata ukiwa wa Tanzania. Tumeona madhaifu ya waamuzi wetu ndani tumeona mwamuzi ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana viwango vya kafu ana viwango vya FIFA lakini amekwenda kuchemka kwenye mechi ndogondogo, amekwenda kuwaonea. Tumeshuhudia mechi pale Meja Jenerali, watu wanapewa penalti ambayo sio sawa. Yule ni mwamuzi mkubwa. Hatutaki kuona vitendo hivi, tunataka tumshughulikie mwali wetu kwa uzuri. Tumewambia viongozi pambaneni kuhakikisha Simba tunampeleka katika gereza kuu la Guantanamo. Kwa nini wafungwa wadogo wadogo wanahukumiwa katika gereza la Guantanamo? Simba mfungwa sugu sugu, huyu mfungwa sugu mnampeleka katika magereza ya Ukonga, unampeleka kwenye magereza madogo madogo kwa sababu gani? siu menelewa. Tunahitaji huyu mfungwa sugu ambaye amekuwa sugu tumpeleke kwenye gereza la Guantanamo Bay, gereza ambalo wengi wamehukumiwa mule, aende akaongee na wafungwa wenzake. Akienda ata mule atamkuta Jes Kabirin, akienda mule atamkuta Farabati, atawakuta wengine wote mule wafungwa, sio? umenielewa? ujumbe umefika? Asante sana.